Na e, Timothy Kiplagat alimaliza wa pili katika mbio za Tokyo Marathon, mwaka jana miongoni mwa wanariadha wenye kasi zaidi watakaoshiriki London Marathon Jumapili ndio huyo. Mm-hmm. Toka tunakuletea taarifa hiyo muda si muda, lakini mengi zaidi kuhusiana na mbio za London ndio haya. Mm-hmm. Aliyekuwa mshikilizi wa rekodi ya dunia ya Marathon Eliud Kipchoge atakimbia katika makala ya mwaka huu ya London Marathon siku ya Jumapili.